Tulisema kwanza tupunguze gharama ya... Ni tukio lililowacha wengi vinywa wazi baada ya Rais William Ruto kurushiwa kiatu alipokuwa anahutubia wakazi wa eneo la Kehancha, kaunti ya Migori. Ngojea ngojea, ngojea. Tulisema tupunguze gharama ya mbolea tukio ambalo limeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Viongozi wa eneo la Kuria wakijitokeza na kukashifu tukio hilo, wakitaka serikali kuwachukulia hatua kali wahusika. Sisi tunataka kusema kwamba isichukuliwa kwamba ni jamii ya Mkuria ilirushia kiatu mheshimiwa Rais wakati amekuja hapa. The ones we get to know. Mama wa Wakuria, tunalaani tendo ambalo lilifanyika jana na tunaomba kuwa viongozi wenye wamesimamia madci na wote kitengo cha serikali cha sheria kikichukuliwe. Viongozi hao wamejitenga na tukio hilo wakiweka wazi kuwa jamii ya Kuria inampenda Rais Ruto wakimtaka kutositisha ziara yake ya maendeleo anayoendeleza maeneo hayo. Kuria ni watu ambao wanapenda rais wao sana, na nyinyi nyote mnajua kwamba Kuria sisi tunajua rais uh, ni, ni mmoja wetu, na hiyo imekuwa an isolated incident ya, ya, ya watu ambao pengine walisanyana mahali wakafanya kitendo. Kama viongozi kwa jumla Tumesema hiyo ni kitendo cha unyama and we must condemn it with the strongest terms possible. Kitendo cha jana chenye kenye kilifanyika tulishtuka sana kama wamama kwa sababu hatukuwa tuna expect kitu kama hicho. Tunampenda rais. Kitu tunataka kusema kama wamama wa, wa wakuria ni rais, usituogope, usitukue mbali na sisi, uendelee kutusupport sisi. Kama wamama vile tumesimama na wewe, na tutaendelea kusimama na wewe. Rais wetu sisi ni wewe. Tunajua wewe ndio baba yetu, wewe ndio wetu, wewe ndio umesimama na sisi. Hata hivyo, kulingana na mkuu wa uvumbuzi na masuala ya mitandao katika ikulu ya Rais Dennis Itumbi Waliomrushia rais kiatu hawakukusudia kufanya hivyo, Itumbi akisema hilo lilitokea mara baada ya mmoja wa wahusika kugonga kiatu kilichokuwa kimeinduliwa hewani, akijaribu kupata nafasi ya kumwona rais alipokuwa anatoa hotuba yake. Tupunguze gharama, ngojea, ngojea, ngojea Huku haya yakijiri, maafisa wa usalama katika kaunti ya Migori wameendeleza uchunguzi na kuwakamata washukiwa watatu wanaoaminika kuhusika na tukio hilo. <coughs> James Mwangi, Undugu TV.